Bwana kutokea Bela Vista Park maeneo ya bahari bichi, beki mviziaji nambari moja duniani. Kama kawaida yetu kila Jumatatu mpaka Alhamis tunakutana kwa ajili ya kupeana info, taarifa michezo, uh, burudani pamoja na uchambuzi wa hapa na pale kuhusiana na matukio mbalimbali ya kimichezo ambayo yamejili au yanayotarajia kujili katika siku zijazo. Na leo tukianza kama hivi mwishoni mwa wiki hii kuna mechi kubwa hapa Tanzania. Wawakilishi pekee wa Tanzania katika mashindano ya kimataifa na izungumzia wekundu wa Msimbazi Simba, watashuka dimbani katika uwanja wa Benjamin William Mkapa kucheza dhidi ya timu ya Stellenbosch. Hii ni mara ya kwanza kwa timu ya Stellenbosch kufuzu kwenda kwenye hatua ya nusu fainali, lakini pia ni kwa mara ya kwanza kushiriki michuano ya kimataifa ngazi ya klabu kwa upande wa ligi ya mabingwa pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika. Labda kwa watu ambao hawaifahamu Stellenbosch ni klabu ya aina gani? Klabu hii ilianzishwa mwaka elfu mbili na kumi na sita. Ilianzishwa kutoka kwenye mgongo wa iliyokuwa klabu ya Vasco da Gama ambayo ilihama kutoka kwenye mji wa Palo kwenda kwenye klabu kwenda kwenye mji wa Stellenbosch bosh, ndipo ambapo klabu hii ilipoanzishwa, ambapo ilianza jitihada zake za kupambana kupanda ligi kuu ya soka ya nchini Afrika Kusini PSL mwaka 2019 na hatimaye mwaka 2020 na Tatu, 24 walimaliza kwenye ligi ya Afrika Kusini katika nafasi ya tatu na hivyo kupata nafasi ya moja kwa moja kufuzu michuano ya kombe la shirikisho, na wamekuwa na historia nzuri tangu waanza kushiriki mashindano haya, tangu mchezo wa kwanza mpaka leo hii wamefanikiwa kufuzu kwenda kwenye hatua ya nusu fainali. Hivyo Simba Sports Club, najua wana rekodi nzuri, wao ni wakubwa zaidi kuliko Stellenbosch lakini bado Stellenbosch ni klabu ambayo inaonekana mtishio sana kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, hasa kwa msimu huu, na kwenye ligi ya Afrika Kusini wakiwa nafasi ya tano, baada ya Simba kwenye ligi ya Tanzania wakiwa nafasi ya pili. Hivyo na imani kuelekea kwenye mchezo huo. Kocha Fadru ana uzoefu mkubwa kwa sababu ni raia wa Afrika Kusini, lakini pia analifahamu soka la Afrika Kusini, huenda akapata mwarobaini wa kuizuia klabu hii ya Stellenbosch ambayo imeitoka kuitoa Zamaleki katika hatua ya robo fainali. Hiyo ni ya Simba. Lakini kule nchini Uingereza, ligi kuu ya soka ya nchini England leo inaendelea tena kwa mchezo mmoja kupigwa Monday Night Football mbali ya michezo mbalimbali ambayo imepigwa weekend hii, Man City tumeona wameshinda magoli matatu kwa mawili dhidi ya Crystal Palace. Uh, Vitalis Stadium leo Bournemouth wanaikaribisha Fulham katika mchezo ambao wezangu wale wawekezaji wanaweza kaipa nafasi Bona moth kwa sababu wako nyumbani na wamekuwa na rekodi nzuri sana wakiwa nyumbani, na leo wanaenda kucheza katika mchezo huo wakiwa katika nafasi ya kumi mbali ya Fulham ambao wako katika nafasi ya nane katika msimamo wa ligi kuu ya kule nchini England. Mchezo mwingine ambao utapigwa katika ligi ya La Liga leo ni Atletico Madrid watakuwa nyumbani kucheza dhidi ya Real Valadolidi katika uwanja wa Wanda Metropolitano naamini, eh, Diego Simeoni bado ana nafasi nzuri ya kuibuka na ushindi. Kama unaweka jambo lako leo hii kupitia Betika chaguo la mabingwa, una nafasi ya kuipa Atletico Madrid ambao wanacheza leo hii dhidi ya Real Valladolid. Lakini pia mbali ya hivyo, kuna mchezo mwingine kati ya as Napoli ambao unacheza dhidi ya Empoli katika mechi ya ligi kuu ya kule nchini Italia una nafasi pia ya kuipa Napoli katika mkikao wako ambao utaupa e, utausuka hii leo katika mechi mbalimbali ambazo zinachezwa e, kule barani Ulaya. Ni hayo tu leo hii kwenye upande wa Fofiga. Naitwa William Kange, beki mviziaji nambari moja duniani. Unaweza kunifollow kupitia mtandao wangu wa kijamii wa Instagram, napatikana kama William underscore Kange, kutoka bila Vista Park. Leo ni Blue Monday, ndio maana nimekutingia shati la bluu kwa udhamini mnono wa Betika chaguo la mabingwa. Feedback na PG Kweka.